<laughs> yaani kwa kweli saa hizi waweni maisha yamekuwa magumu. Yaani hamna kazi ya kupahatisha. Eh? Yaani useme hata kwamba uingie kwenye uganga kama uganga huu mchongo kwamba unalenga maokoto. Yaani hamna kabisa kwamba hata kupata wateja. Useme kwamba uanze kazi gani? Zote zimekuwa mchongo. Yaani maisha yamekuwa magumu. Yaani ushindwe hata kwamba ufanyeje. Ah. Yaani kwa kweli. Yaani sikia hapo tunashinda. Yaani I ah, say <laughs> Ila kuna una kazi moja ambayo mimi waka naifikiria. Kabisa hiyo kazi ukipata kabisa, unaweza uka, uka, ukapata kabisa maisha mazuri unaona, ila sema tu kwa kuwa asilimia kubwa hii bongo mpaka mchongo unaona, lakini hiyo kazi ukipata una enjoy kabisa. Yaani ukipata kazi hiyo kabisa, kafanikisha kabisa, kwa kakusaini pap ukasainiwa kwenye kazi ya mchongo kabisa, ukapata hiyo kazi ya uchawi, yani uchawi kabisa uka, wakanisaini kwa mfano kama mimi mdo akatokea hapa, wakanisaini nikawa mchawi aisa hey. Kwanza naweza nika enjoy sawa, na nikipata hiyo kazi akia nani, mademu wa bongo mnaweza mkapata shida, yani naweza nikaanzia kwanza, naanzia kwa Zuchu Nikaja kwa Hamisa Mobeto, yani kila siku Diamond ni kumshusha kitandani, sijui nani nani yule, yani yani hakuna hata cha Aziziki, yani nakwambia hivi, ah. Ila sasa kuipata hiyo kazi yenyewe, zipaka mchongo, zipaka uhonge hela. Maana si hii Bongo, si naijua, mnaijua kwamba popote inahitaji connection. Unaweza ukakuta labda na huko kumbe unafika una kwa unaambiwa kwamba una uzoefu gani, eh, una uzoefu gani? Sasa kama una uzoefu gani, utasema uzoefu gani sasa? Mm. Ah. Sasa kama ni uzoefu, uzoefu gani sasa? Asaiti ndo unakuta unaanza kazi hapo. Uzoefu gani sasa? Ni kwa kweli.